Tuelekee huko Nakuru ambapo hali ya wasiwasi imetanda katika shamba la Kedong baada ya watu wasiojulikana kuweka matangazo ya kutangaza kuuzwa kwa shamba hilo ambalo limekumbwa na mzozo wa muda mrefu. Wakazi wanaoishi kwenye kutoka jamii ya Wamaasai wanasema licha ya kuwepo kwa kesi mahakamani kuhusu umiliki wa ardhi hiyo, wamepigwa na butua kuona matangazo ya kuuzwa kwa shamba hilo. Ndivyo hali ilivyokuwa kwenye barabara ya Ewaso kuelekea Suswa, kaunti ya Nakuru, wakati wakazi wanaoishi kwenye shamba la Kedong walijitokeza kupinga njama ya uuzaji wa shamba lenye utata katika eneo hilo. <coughs> Wanasema wameamka na mshangao mkubwa baada ya kupata watu wasiojulikana wameweka makonteina yenye maandishi yanayotangaza kupigwa mnada kwa ardhi hiyo yenye ekari elfu tisini na sita ambayo imekuwa na mzozo wa muda mrefu. Nobody sisi na atuondoki, atuhami kabisa. Hakuna tutakaa kufikiria kuondoka. Yule ambaye anafikiria tutaondoka amesao na hata amelala akawata ndoto. Wakati ya Kibaki watu wetu uliwawa, wakati ya Uhuru imeshimbwa mamutaro, tena ndio huyo wakati ya Ruto. Tunaona madalili sio mazuri. Wanasema kuna kesi kadhaa mahakamani kuhusu umiliki wa ardhi hiyo na kutangazwa kuuzwa kwa ardhi hiyo inaashiria wahusika wamekiuka taratibu za kisheria wakionya walitanunua ardhi hiyo kuwa huenda wakapoteza fedha zao. Bado hapa kuna kesi, na tunaona kuna makontena inaletwa, na inaletwa usiku, na hatuelewi ni nani analete na tunataka kujua ni kwa nini mambo haya yanaendelea kuendelea hivi we have several cases in court including the, uh, the african commission on human rights which is waiting for determination very soon we have other cases in the court of appeal which is waiting for determination so we are saying we are not moving from here for those who think that will happen It will never happen under watch. Sasa wanataka wizara ya ardhi nchini na kaunti ya Nakuru kuingilia kati na kukomesha hali hiyo ili kuondoa wasiwasi ambao umegubika eneo hilo. Saa zingine munasafukusa umbwa. Ukimbisha umbwa akirudi lazima akuume. And this is time. Enough is enough. Mzozo yes, yes, yes, yes, yes. kuhusu umiliki wa ardhi ya Kedong umedumu kwa miongo kadhaa sasa, wakazi wakilaumu kampuni moja kwa madai ya kutaka kuwapokonya ardhi wanalodai ni lao, ambapo kwa sasa kesi kadhaa zimewasilishwa mahakamani kuhusu ardhi hiyo. Robert Masai, Runinga ya Citizen, Kedong, kaunti ya Nakuru. Kutoka